True Boy Ney wa Mitego ameweza kumjibu Mange Kimambi kwa kumlipua sana, hajaweza kumkalia kimya. Na hii ni baada ya maneno ya kurushana kati ya Mange Kimambi pamoja na True Boy kuhusiana na kile ambacho kinaendelea na mambo ya siasa. Sasa mapema majira leo asubuhi mwanadada Mange Kimambi ambaye anajiita dada taifa aliweza kuposti post flani ambayo ilikuwa na maneno mengi, akimsema Trueboy kwamba amepewa pesa ili ajiunge na chama eh, cha CCM. Lakini maneno hayo Trueboy mwenyewe amekuja amekanusha kivyake kwa namna yake. Sasa kwa ufupi, ngoja nikusome kile ambacho aliweza kuandika Mange Kimambi kupitia page yake ya Instagram. Breaking news from Mange Kimambi. Ah, Ney wa Mitego kahamia CCM rasmi, amepewa shilingi milioni 100 kesh sasa kufuatia hicho ambacho ameweza kuandika Mange Kimambi kupitia peji yake ya Instagram, kimeweza kuzua sintofahamu kwa baadhi ya mashabiki. Kumbuka kwamba Ney wa Mitego ni mwanamuziki ambaye mara nyingi alikuwa akipinga mikakati ya chama tawala. Sasa baada ya hicho ambacho ameweza kuandika Mange Kimambi, kuna shabiki ambaye alienda katika comment section akamuuliza True Boy Ney wa Mitego kwamba ni kweli umehamia CCM? Na hichi ndicho alichokijibu True Boy kupitia komenti hii ya huyu shabiki ambaye anaitwa I am Zaki. Eh, akasema kwamba anayosema dada wa taifa ni kweli, tulichanga buku buku zetu tukakuamini, leo hii umetuangusha. Sawa mzee, haya. Hapo chini Ney wa Mitego akaweza ka comment akisema kwamba haiwezi tokea never. Alafu akaendelea kwa kusema kwamba True Boy Ney wa Mitego akaendelea kushusha comment defu ambayo ilikuwa inasomeka kama ifuatavyo: unaona mimi ni wa milioni mia moja kweli keria yangu ina, tham, ina thamani kubwa sana. Mapenzi ya wananchi wangu huwezi fananisha na kiasi chochote cha pesa. Nina enjoy kuwa hivi nilivyo na watu wangu, siwezi kuwa chama chochote kwa mimi sio mwanasiasa bro. Alafu akaflash na emoji mbili kama vile za kuaminia flani hivi. Huo ndio ujumbe ambao ameweza ameujibu True Boy kupitia ukurasa wake wa Instagram baada ya kumjibu shabiki huyu, ikiwa ni baada ya malumbano ya hapa na pale kwa Mange Kimambi na True Boy. Hicho ndo ambacho kimeteka headlines mpaka sasa. Ngoja tuone nini ambacho kitajiri. Endelea kusubscribe Blue House Dax Media ili wa kwanza kupata update zetu zinapotoka kila wakati. Ibra, watu wengi mnaichukulia tofauti sana. Lakini niseme kitu kimoja. Maumivu anayopata dogo ni tofauti na mtu mwingine anapofikiria. Maumivu ni makubwa sana sana sana sana. Ni mdogo wetu lakini anahitaji sisi ndo tuongee naye tukaenaye, yani, chini, kwa sababu kudaiwa nadaiwa. Sasa unapokuwa unazungumza vitu kama hivyo unakosea. Sio kila jambo inayotokea unakuwa mwongeaji, sio kila jambo inayotokea wewe ni mzungumzaji wa kila jambo ama maisha ya mtu mwingine, achana na hizo mishe. Ndio maana mimi, kuna mtu aliwahi kuniambia madhaifu yako na mapungufu yako na unaoyafanya sasa hivi, nilisikitika sana kwa sababu huwezi kuwa mwanaume kila jambo wewe unataka kuliingilia, kila jambo wewe unalijua, kila jambo wewe jamani. Konde Gang huijui ulikuja pale uifahamu, ulikuja sababu ya kuomba hela. Sijui mke wako alikuwa na shida gani, ukaja kumwomba Harmonize pale. Ulikuwa na shida na laki mbili, kuanzia basi umekuwa shida. Sasa unajua Konde Gang unamshambulia Ibra, unamshambulia Ibra kama nani wewe, kama nani? Na kati mameneja wenyewe hawajaongea kitu chochote kuhusu Ibra. Ibra ni mdogo wake na Konde wanatoka sehemu moja, watoto wote wa Mtwara. We unaingilia ingilia nini? kila jambo yane, ni mwingiliaji tu. Yanuwe ni nani? Acha kudanganya watu bana, acha kudanganya watu mjaku, usidanganye watu. Mbona ya kwako tumekaa nayo hapa, tumekaa kimya, haji kaongea kidogo, kafanya hivi. Mimi mimi, shauri yenu. Mi naambia mmeharibu maisha watu wengi sana. Sasa mi nakwambia kuwa makini. Mimi chinga chinga Nakuita nakuita nakuita chinga, mdogo wangu pole sana, mdogo wangu pole sana. Ile mnachokijua ni kwamba uh, Nyadundo kakaako wana shida, yani kwa sasa hivi hata kuona shida, kwa sababu atalimaliza ili jambo yeye mwenyewe anajua alivyohangaika kuipata mia tano kuilipa watu, lijichanga changa bwana e, mpaka mimi nitoa zangu kumi, nitoa kumi Hey, nilitoa milioni kumi mimi kuongezea kwenye zile hela watu walijichanga, wakina mablo nani nakumbuka nani, na lakini ndio hivyo bana, siku zote kama yeye alikuwa analalamika na kwamba kaonewa. Sasa na leo asikuonee wewe, we ni mdogo wake, mwishi kwa amani na upendo, akuache tu uende ukatafute riziki zako, ndio jambo la msingi, mdogo wangu Nyadundo, mdogo wangu Nyadundo kakako hapa, nakwambia maisha maisha haya unayoyaona ukiona chozi na mtoto wa kimaskini analia, kaa chini, jitafakari. Mwache chinga kapambane, mwache yani kiungwana, mwache tu aende, mwache tu aende. Ni mengi ashatokea kwako, ni mengi. Hata o chinga mwenyewe tukimwangalia, faida alizozipata kwako zitakuwa ni chache, kwa sababu dogo bado anaangaika, mpaka lewa anapambana, anajiangaikia. Kwa hiyo si vyema, kama rebo inatakiwa isimame na bwana mdogo, lakini sasa zingine mnamtupa kabisa, mnamsusa kabisa, dogo anahangaika kinoma noma. Mimi nachoweza tu kusema mwacheni tu afanye kazi zake na yeye ili aweze kusaidia familia. Kama anaenda WCB aende WCB. Kama ataenda kwa Levani aende kwa Levani. Kama anaenda kwa Mbosso waende kaungane na Mbosso. Kama anaenda Kings aende, mwache huru tu akafanye kazi zake. Sawa, dogo mdogo wangu Nyadundo, mwache tu. Ndio hivyo tu, magoma yako, maisha endelee na mashabiki zako. Bwana Sakata la Ibra limenifanya lime, lime nishughulike kidogo, lakini naomba ni, niseme kwanza kitu kimoja. Mimi nitakuwa mtu wa mwisho kuamini kuwa Harmonize amemwomba Ibra shilingi bilioni moja. Ni mtu wa mwisho kabisa kukubali. Kwa life alopitia Harmonize, kwa maisha alopitia Harmonize, simuoni Harmonize akimwomba Ibra shilingi bilioni moja ili yavunje mkataba jinsi Harmonize alivyopambana na Ibra, jinsi Harmonize alivyoinvest kwa Ibra, jinsi Harmonize alivyomtengeneza brand ya Ibra kuwa kubwa kupitia sisi na kupitia washikaji zake wa karibu, naogopa na sitaki kuamini uzushi ambao inasemekana kuwa Ibra ameombwa bilioni moja kuvunda mkataba na kataa. Ibra ni msanii mkubwa. Ibra ameanza ku take over sasa hivi Ibra ameanza uh, kuonyesha ukali wake sasa hivi. Ibra ameanza kupata riski kuanzia mwaka jana mwezi wa kumi, ameanza kupenetrate kwenye jamii na anaonekana anafanya vizuri. Siamini kama Harmonize anaweza kaomba bilioni moja, ila naamini kwenye mazungumzo ya Ibra kuna kipengele kakiruka, yaani kwenye mazungumzo ya Ibra kuna kipengele kakiruka, kwa sababu hit song yake Ibra copy and paste ni moja kati ya hit song. Kabla hajarelease hii ngoma, Ibra alikuwa mtu wa kwanza kwenda kwa Harmonize kumsikilizisha ngoma zaidi ya moja, yeye akaichagua hiyo na Harmonize akampa ela ya kushuti video ya hit song yake ya copy and paste. Siamini kabisa kama Harmonize anaweza kumwomba bilioni moja Ibra, ila naamini Ibra kuna vipengele anaviruka kupitia makubaliano yake yeye na Konde Gang. Nacho nachoamini kuwa Ibra ka zungumza na viongozi wako, kama una mtu nyuma ambaye anataka kusimamia kazi yako, kazungumza na viongozi wako, azungumze na management ya Konde Gang. Unaweza ukatoka Konde Gang peaceful pasi na kulipa hela yote ambayo sasa hivi unahangaika kuichangisha. Siamini Harmonize kutaka shilingi bilioni moja. Katika nafsi yangu nimeishi na Harmonize takriba ni takriban miaka kumi. Siamini Harmonize ataomba bilioni moja ila naamini kwenye kumruhusu mtu kwenda kwa makubaliano. Kwa hiyo Ibra, ni kuombe kama una management, kama una watu yuko nyuma, nyuma yako wanataka kusimamia. Waambie wakaongee na jembe wakaongee na chopa. Hakuna kinachoshindikana kabisa na watakuliliza wata utakuwa free, lakini siamini hapo, naweza anaweza kaomba bilioni moja. Trust me. Fata utaratibu Ibra, you are a big brand, tumekutengeneza kwa, kwa gharama kubwa you are a big superstar tafuta management ikae chini, naamini kwenye uwezo wako you'll make it, lakini usipakaze ubaya kwa mtu ambaye amewekeza kwako, don't ever dhambi mbaya sana i mdogo wangu, wahadha assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.